E, lakini na ujumbe wangu kwa wanawake yani, unajua dada zetu wanashangaza sana yani, dada zetu wapo wapo tayari e, kupata mimba kabla ya kuwa na maisha mazuri yani pia wapo tayari kuwa masingumadha kabla ya kuwa na maisha mazuri, lakini ndoa hawahitaki kuwa Hawataki kuwa kwenye ndoa kabla ya kuwa na maisha mazuri yani, ndoa ndo wamefanya kwamba bwana, mimi kuingia kwenye ndoa mpaka niwe na maisha mazuri. Lakini kuzaa mtoto au kuzini kufanyaje mpaka awe na maisha mazuri? Ni mambo ambayo yanashangaza sana. Yaani vitu ambavyo vinapatikana kwenye ndoa. Yaani kwenye ndoa kunapatikana mtoto, kwenye ndoa kunapatikana tendo la ndoa. Vitu hivi ndo vilipaswa yaani, yaani, wewe unavipata kabla kabla ya kuwa na maisha lakini, sasa hutaki kuvipata baada. Yaani, yani, hutaki kuvipata kwenye ndoa, kwenye ndoa, yani, yani, hutaki yani, yani, kuingia kwenye ndoa kwa sababu hauna maisha lakini vitu hivyo hivyo unavipata kabla ya kuwa na maisha. Yaani mambo ambayo yanafikirisha sana. Dada zetu wanapaswa kutambua kwamba, unajua, maisha ya ndoa, unajua, kuna wengi walioa, walikuwa ni maskini, lakini wakaja kutajirika kwenye, kwenye ndoa. Lakini pia kuna wengine walikuwa ni matajiri wakaja, ku, wakaja kufilisika kwenye ndoa. Lakini kuna wengine pia waliingia kwenye ndoa ni maskini, wakafa pia ni maskini, lakini kuna wengine waliingia ni matajiri, wakafa ni matajiri, kwa hiyo Yani swala la umaskini na utajiri halina mahusiano yote na ndoa. Unaona, yani, kwa sababu yawezekana pia kupitia ndoa e, ukajikuta unapata nguvu zaidi ya e, e, e, kufanya kazi ukajikuta unapata, unapata riziki za kutosha, kwa sababu unakumbuka, hata kuna kisa kimoja, jamaa mmoja alikuwa alikuwa yani ni maskini, yani ni mtu ambaye yani sio hensam wala nini, unaona E, nadhani ilikuwa ni zama za mtume hivyo. Jamaa huyo akamwambia bwana mtume, akamwambia bwana, kijana wewe mbona huyo akamwambia bwana mtume, bwana mimi mali ya jamaa mali ya mali wala jamaa sina uzuri wote wala sina mali, mtume ninafanyaje mimi kijana huyo? Akasema bwana mtume akamwambia, bwana hapana, bwana oa. Unaona, oa ndio sasa, mtume nifanyambia, oa haya. Kijana akaoa, lakini siku kwanza akasema, nimeoa sasa itabidi nifanyaje? Akasema ngoja sasa, hapa hapa nina shoka langu hapa sio akaenda kukata kuni akaenda kukata kuni ambaye ya, yani nguvu ya ile nguvu ya kuambia bwana nina familia ndio ikampa nguvu, akasema sasa ngoja nipambane kwa ajili ya nani, ya mke wangu na familia. Akaenda kukata kuni sika kwanza, akaja akauza mjini, akapata sio dirhamu ngapi, si mbili si tatu, akaenda kununua mpini wa shoka, si akaongeza material nini mpaka akawa sasa, akanunua mpaka naniliu si ngamia wake okay, yule si la si ni punda yule, kati ya punda au au, au ngamia akaenda kumnunua kwa ajili ya kubeba e, e, kuni za kutosha sasa, ili akiwa anakuja na mzigo, anakuja na mzigo wa maana. Mtu yule mpaka akaja kuwa ni tajiri, kwa hiyo ndoa ndo ilomsukuma. Yaani unajua kuna yani, vijana wanaogopa yani, ni uoga tu ambao umewatawala na shinda kuoa, sema kwamba tusubiri tupate maisha sasa kwenye ndoa kunapatikana tendo la ndoa, kunapatikana amani, kunapatikana ndio, lakini hatukatai kwamba kuna kuna matatizo katika ndoa, kuna changamoto zake. Kwa sababu yani vijana wanapaswa kutambua, au mwanamke pia anapaswa kutambua kwamba, yani, kwenye ndoa unaingia na mtu ambaye tabia ni tofauti. Yawezekana wewe ushazoea asubuhi ukiamka lazima utandike shuka lako vizuri, unaona, naona yani, e, ufagie ni, lakini kuna inawezekana mimi binafsi nikiamka ni ni ni yani sitandiki, nikifika nimechoka, navua shati naweka kule, suruali viatu hapo, yani mambo shagalabagala, aitwa Saghiru, lakini mambo yake ni kama, wao, kumletea mtu matunda kwa hiyo shinga ah, hasa mbona Swahili yani, anakuja lakini haleti hata tunda nini, yawezekana. Yani, mambo haya yapaswa kutambua eh, kwa hiyo, sasa, unapaswa kutambua kwa hiyo sasa kwamba kwenye ndoa yani eh, kila mtu ana madhaifu yake ana changamoto zake, unaona, utakuta huyu mkono wake ni mfupi, mkono wake ni mrefu, huyu mguu wake umepinda au hujapinda, yani haya ni madhaifu ambayo unapaswa kuyatambua. Ukiyatambua kabla ya ndoa yatakusaidia sana, unaona. Kwa hiyo kijana, wewe usi yani, unashangaza sana yani, unaona yani, kwamba kutia mimba unatia kabla ya kupata maisha, kuzini unazini kabla ya kupata maisha, na lakini kutaka kuoa huoi. Yani yani si unataka nini wewe yani, kuoa huoi, lakini vitu hivyo unavitaka ambavyo ilipaswa vitake uvipate nini kwenye ndoa. Asa mtoto umempata, ndio unamhudumia kwa shida, lakini bado mnaishi yani, mama wa mtoto wako yupo nyumbani kwao, bibi yake sisi ndo wajomba, wajomba za wajomba. Mtoto wako sisi tunapambana tunasumbuliwa, tuna, tuna tunalea mtoto ndio, alafu akikuwa anakuja, anakuja, anakuja kwenu yani, mambo hayo pia yani yanaumiza sana yani. Kijana tunamlea sisi alafu baadaye anakuja mnakuja kumfaidi nini, ameshakuwa sana mkubwa, anakuja kwenu, unaona. Lakini kwa nini amekua? Kwa hiyo kumbe kuna uwezekano mkaishi pamoja, unaona. Kwa hiyo jaribuni kuishi pamoja. Una uwezekano kuishi pamoja na mkaendelea nini? Mkasaidiane hivyo hivyo, mwisho wa siku Mungu anaweza akawaruhusu mkawa na maisha mazuri. Kwa hiyo vijana, hapa ampasi kuogopa ma, kuogopa maisha ya ndoa. Ishini maisha ya ndoa, acheni uzinifu kwa sababu uzinifu mwisho wa siku yani uzinifu mwisho wake ni aibu. Unaweza ukajikuta siku moja tu umepata ume, ume, ukimwi. Labda sasa hivi watu hawagopi ukimwi, lakini unaweza ukapata gonjwa au mpaka ukashangaa. Unaona? Kwa hiyo eh ni mambo ambayo yanashangaza sana. Kwa hiyo dada zetu wanapaswa kufikiri hili na vijana wenzetu wanapaswa kulifikiri hivi. Yani, yani, yani unakuwaje na ujasiri wa kuzini alafu unaogopa ndoa? Alafu unakuwaje na ujasiri wa kuzaa lakini unaogopa kuzaa ndani ya ndoa? Yani upo tayari ile bwana umpigie bwana wewe, oh, si Juma nitumie na niliu, oh, Omari nitumie na niliu, si mtoto anaumwa, lakini kwenye ndoa unaona kama ni tabu. Yani yani tabu iko no wapi? kwa hiyo jitahidini basi, m, e, mzinduki yani, mwingie katika ndoa, acheni mambo ya uzinifu. Uzinifu bwana so mazuri hata kidogo. Asante kwa kuwa nasi lakini pia usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kugusa alama ya kengele. Asante sana.